Siri ya kwanza kupendwa na watu. Ukitaka kuwa kiongozi, watu wakupende. Ukitaka kuwa mwanasiasa, watu wakupende. Ukitaka kuwa tu raia wa kawaida, watu wakupende. La kwanza, jishusha. Yani cheo chochote ulichonacho, wadhifa wote wote ula... la kwanza fanyaje? Jishusha. La kwanza jishush, kujishusha unakuwa noma. Jishusha. La pili, Usionesha una upendo, huwa na upendo. Watu wengi kwenye jamii wanajaribu kuonesha wana upendo, yani wanataka watu wawasemee, yule ana upendo. mm -mm. Upendo hautafutwi kwa kuambiwa, yani upita, upigwi poda ili watu wajue na upendo. Upendo una tabia ya kujidhihirisha bila, yani upendo ni kitu ambacho huwa kinatoka ndani ya mtu kinakwenda kwenye maisha ya watu kinaongea kwa aina haja, bratha. Uende ukawambie watu wa Arusha IPM wana upendo? Hata wakinisikiliza wakanisogelea karibu wata, wataona tabia zangu za uhalisia, kwa sababu mtu hawezi kujificha milele. Nyesi mmeshakaa na simeshajua mmeshajua hichi kichwa kikoje.